Rais William Ruto ameweka wazi kuwa yuko tayari kushirikiana na kiongozi yeyote mzalendo ambaye anazungumzia maslahi ya, masla ya Wakenya. Akizungumza leo hii alipozindua miradi kadhaa ya maendeleo katika eneo bunge la Lang'ata, kaunti ya Nairobi, Rais William Ruto alisisitiza kuwa ushirikiano wa kisiasa ni muhimu katika kuafikia maendeleo na ustawi wa taifa. Jameni watu wa Lang'ata, mi nawauliza kwa unyenyekevu, tuungane tushirikiane tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, tuondoe migawanyiko, tusimame pamoja, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Rais Ruto pia ametetea ushirikiano wake na kiongozi wa chama cha ja ODM Raila la Odinga akisema kuwa ushirikiano wa aina hii ni muhimu kwa maendeleo ya taifa. Rais amesisitiza kuwa lengo lake ni ustawi wa, wa Kenya akisema kuwa kushirikiana bila kujali tofauti za kisiasa ni muhimu katika kuwafikia malengo ya taifa.

Not for the benefit of leaders, not for purposes of elections, but for purposes of the transformation, the progress of our nation. Mutabaki mkiwa umeungana na Nairobi yetu. Mtakubali ukabila itukawanyishe sisi ni watu moja. Sisi ni Kenya moja. Wale mnakubali Raila Amolo Odinga na William Samoei Ruto kuwa pamoja tuone kwa mikono. Asanteni, Mungu awabariki. Hata hivyo Rais William Ruto ametania kuhusu majina mengi ambayo Wakenya mtandaoni wanaendelea kumbandika. Ameuliza kwa mzani lini wa Kenya wataacha kumpa majina mapya, akieleza kuwa sasa yamekuwa mengi kupita kiasi. Si nyinyi mutaniua huwa na majina sasa. Mi nataka niwaulize, mulianza huko mukasema hasla, alafu mukasema survivor. Sasa mukaenda ingine Zakayo, sasa nasikia mumefika Kazongo. Sasa hii majina mutaongeza mpaka itafika ngapi, eh? bado mutaongeza ingine ama hiyo imetosha? Kennedy Kimani, dira ya Hope TV, Nairobi.